Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya 10 aya 27 hadi 30. Yesu alisema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu waliyenipa ya hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. Neno la Bwana. Dominika ya nne ya Pasaka mwaka C wa Kanisa ni dominika ya Kristu mchungaji mwema, dominika ya kusali na kuombea miito ulimwenguni. Kila mwaka katika dominika hii ya nne ya Pasaka tunapata nafasi ya kumtafakari Kristu mchungaji wetu mwema. Kristu mchungaji wetu mwema alijitoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Anawajua kondoo wake, anawajali, anawalinda, anawafariji, anawatafuta, anawakusanya na anawaongoza wote. Huu ni wajibu ambao Kristu anatushirikisha kila mmoja wetu, kwanza kabisa kama wabatizwa, lakini pia kwa njia ya miito mbalimbali katika kanisa, kwa wito wa ndoa takatifu, kwa wito wa utawa na daraja takatifu, sisi sote tunapewa wajibu huu wa kuwa wachungaji. Tunashirikishwa ofisi tatu za Kristo: unabii, ukuhani na ufalme. Tuombe neema ya kupokea wito wa Mungu na kuutekeleza kwa uaminifu, kwa mfano wa Kristo mchungaji wetu mwema. Tunasali kuombea miito mitakatifu katika Kanisa. Tumwombee Baba Mtakatifu wetu Leo wa kumi na nne, maaskofu, mapadre, watawa, wanandoa na viongozi wote wa dini na serikali, ili waweze kutimiza kwa uaminifu wajibu wao wa kuwa watumishi kwa kuhudumia kwa upendo, haki, unyenyekevu, sadaka, usawa, kudumisha umoja na amani kati ya kondoo ambao Mungu amewakabidhi kuwachunga kwa, kwa niaba yake tuombee familia zote ziwe na umoja, amani, matumaini, imani, mapendo na mshikamano, ili humo ichipuke miito mitakatifu, tukifahamu kuwa wito wa ndoa takatifu ndicho kitalu cha kustawisha miito mingine yote. Tarehe 11 mwezi wa tano kila mwaka ni siku ya akina mama ulimwenguni. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya akina mama wote kwa kuitika wito wa Mungu wa kuwa mama kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria ambaye alikubali wito wa kuwa mama wa Mungu na kuutimiza kwa uaminifu mkubwa, tunawaombea kina mama wote ili waendelee kujitoa kwa mapendo, huruma na sadaka kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya Kanisa na kwa ajili ya taifa lote la Mungu. Tunafahamu mchango mkubwa wa kina mama katika jamii na katika Kanisa. Tuwaombee waendelee kuwa vyombo vya amani na upendo katika kuunganisha familia zetu. Tuwaombee pia kina mama wote wanaopita katika changamoto mbalimbali mbali, na wale waliotutangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awape pumziko la milele mbinguni. Somo la Injili ni injili ya Yohane sura ya kumi aya ya ishirini na saba hadi thelathini Katika somo la injili takatifu dominika iliyopita, dominika ya tatu ya Pasaka, kutoka injili ya Yohane sura ya ishirini na moja aya ya kwanza hadi kumi na tisa Kristu mfufuka alipojidhihirisha kwa wanafunzi wake saba katika bahari ya Tiberia, anamkabidhi Mtume Petro wajibu wa kuwa mchungaji na kiongozi wa kanisa la Kristu. Msingi wa wajibu huu mkubwa ambao Petro na mitume walipewa kuuendeleza mara baada ya Pentekoste. Ni katika somo la injili hii tuliyoisikia, ambapo Kristu katika sura hii ya kumi ya injili ya Yohane anajitambulisha kama mchungaji mwema. Yesu anawajibu mafarisayo ambao mara kwa mara walikuwa wakipinga mafundisho na kazi zake, hasa baada ya kumponya kipofu, tukirejea katika sura iliyotangulia sura ya tisa, ambapo Yesu alimponya kipofu na mafarisayo wakaanza kumpinga na kubishana kwamba Yesu alitoa wapi nguvu ile ya kufanya mambo hayo. Mafarisayo wa hawa walikuwa ni viongozi, lakini walikuwa vipofu kwa kuwa hawakutambua na kuzikubali kazi za Mungu ndani ya Kristo. Ndipo Yesu anatoa mafundisho marefu kuhusu mchungaji mwema leo, ikiwa ni mwishoni kabisa mwa sura hii ya kumi. Kumbe dhana ya Yesu mchungaji mwema yatupa picha juu ya uwepo wa wachungaji wasiowema, wachungaji wasio na upendo, wachungaji vipofu wasioona wala kuguswa na shida na maangaiko ya kondoo wao. Wachungaji wa, wa kutafuta faida binafsi, wachungaji wa mishahara ambao kondoo si mali yao. Yesu sasa anatoa vigezo mfano na sifa za mchungaji mwema kwa maisha na utume wake mwenyewe. Bwana ni mchungaji wangu, na ya ni ya maji ya utulivu. Somo la kwanza ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na tatu aya ya kumi na nne na aya ya arobaini na tatu hadi hamsini na mbili. Kitabu cha Matendo ya Mitume chatueleza mwendelezo wa kazi ya utume wa Kristu mchungaji mwema iliyofanywa na mitume baada ya Pentekoste. Somo hili kutoka sura hii ya kumi na tatu latueleza utume wa mitume hawa wawili, Paulo na Barnaba, huko Antiokia. Wanaingia katika sinagogi na humo wanahubiri na kuwatia watu moyo, watu wa mataifa kuendelea kudumu katika neema ya Mungu kwa njia ya Kristo. Utume wa mitume hawa ulipokelewa kwa furaha na watu wa mataifa. Watu waliguswa na mafundisho na pamoja na mtindo wa maisha wa mitume hawa wa Yesu ambao walikuwa tayari kuyatoa maisha yao kwa ajili ya Injili na kwa ajili ya Kristo. Kanisa likaendelea kukua na kustawi na kuenea kwa nguvu katika Dominika hii ya Kristo mchungaji mwema tuna mafundisho yafuatayo ya kujifunza. Fundisho la kwanza, maana ya mchungaji katika Agano la Kale na Agano Jipya. Katika mazingira, tamaduni na historia ya taifa la Israeli katika Agano la Kale, dhana hii ya mchungaji haikuwa jambo jipya. Tutazame dhana hii ya mchungaji katika Agano la Kale kisha katika Agano Jipya. Kwanza, jamii ya Wayahudi ilikuwa ni jamii ya wachungaji, na hivyo walifahamu vyema mchungaji ni nani na kazi ile ilikuwa ni ya namna gani. Yesu anatumia picha ya mtu atendaye kazi ambayo waliifahamu vyema, kazi ya mchungaji mwema. Walifahamu mchungaji alipaswa kuwa na sifa zipi, walifahamu tabia za kondoo, walifahamu maadui dhidi ya kondoo, walifahamu uwezekano mkubwa wa kupotea kwa kondoo na kadhalika. Yesu anajengea fundisho lake katika uelewa huu, maana ya kawaida kabisa ya mchungaji. Pili, mahusiano ya taifa la Israeli na Mwenyezi Mungu yalijengeka katika misingi ya kichungaji, Mwenyezi Mungu akijitambulisha na kujidhihirisha katika agano la kale kama mchungaji wa kundi lake, yaani nyumba ya Israeli. Kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 34 aya ya 15. Mfalme Daudi katika Zaburi ya 23 anamtambua Mungu kama mchungaji wake anapotuambia, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tatu, kazi ya kulichunga kundi lake. Mwenyezi Mungu akiwa kama mchungaji mkuu wa kundi lake aliwapatia pia viongozi mbalimbali kwa niaba yake. Kazi hii ya kulichunga kundi lake tukianza kabisa na Musa na manabii, makuhani na wafalme aliwataka kuifanya kazi hii kwa uaminifu. Waliposhindwa kuifanya kazi hiyo, mwenyezi Mungu aliwakataa na kuahidi kuwa yeye mwenyewe atalichunga kundi lake, tukirejea tena katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 34, aya ya 15. Katika gano Jipya, Bwana wetu Yesu Kristo anajitambulisha kwetu kama mchungaji mwema anayetoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake, anayewajua kondoo wake, nao wanamjua, anayewatafuta na kuwaleta katika kundi moja kondoo wote, hata wale ambao si wazizi lake anayewapa uzima wa milele kondoo wake asiyekubali kamwe kumpoteza hata kondoo mmojawapo na anayewalinda kondoo wake dhidi ya maadui. Ni utimilifu wa ile ahadi ya Mungu kwamba mimi mwenyewe nitawalisha kondoo wangu, katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 34, aya 15. Ahadi hii inatimia kwa ujio wa Kristu. Kristu akiwa ameungana na Baba anaunganika vilevile vile na kondoo wake. Ni kwa njia ya sadaka ya Kristu katika fumbo la Pasaka, Mwenyezi Mungu ametukusanya tena pamoja, watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa tuliokuwa mbali naye kwa sababu ya dhambi na ametupatia zawadi ya ukombozi na uzima wa milele. Ametufanya kuwa kundi moja chini yake, yeye mchungaji wetu mwema. Kila mbatizwa hivyo anashirikishwa kwa nafasi ya kwanza kazi hii ya Kristo, lakini kwa namna ya pekee kila mmoja kwa nafasi yake katika miito mitakatifu. Fundisho la pili ni sifa za mchungaji mwema tofauti na wachungaji wasiowema. Bwana wetu Yesu Kristu anatufundisha kuwa yeye ni mchungaji mwema, na anatupatia sifa za mchungaji mwema. Twaweza pia kuona katika sifa hizi za mchungaji mwema namna tunaweza pia kuwa na wachungaji wasio wema. Sisi sote tunajifunza kutoka kwa Kristu bwana na mwalimu wetu mchungaji wetu mwema. Kwanza, Kristu mchungaji mwema anawajua kondoo wake nao waisikia sauti yake. Katika injili ya Yohane, Kristu anatupa sifa ya kwanza ya mchungaji mwema, kwamba ni yule anayewajua kondoo wake na kondoo wake hali kadhalika. Kwa kuwa ni mali yake, basi wanaisikia sauti yake. Mchungaji asiye mwema hali kadhalika hawezi kuwajua wala kuwajali kondoo wake nao kondoo hali kadhalika hawawezi kumtambua wala kumsikia na kumfuata. Ndugu wapendwa, sisi tunamtambua Kristu kama mchungaji wetu kwa kuwa alijitoa sadaka kwa ajili yetu. Yeye alitupenda sisi kwanza. Kristu anatufahamu sisi kondoo wake kwa kuwa alitoa hali yetu ya kibinadamu akawa sawa na sisi katika kila jambo isipokuwa dhambi. Anafahamu maangaiko yetu, anafahamu changamoto zetu, anafahamu vita vikali kati yetu sisi na mwovu Shetani, na anatuombea kwa Mungu. Anatualika kila siku katika neno lake tumsikilize sauti yake anakuja kwetu kila siku katika sakramenti zake akiendelea kutuita kwake kwa upole. Sisi tunatafakari pia wajibu wetu wa kumsikiliza Kristu na kumfuata. Katika kumfuata, tunakumbushwa pia kwamba sisi sote tu wachungaji. Je, kama wachungaji tunawajua kondoo wetu? Je, tupo karibu kiasi gani na kondoo wetu? uchungaji wetu kwa kundi ambalo Mungu ametukabidhi unaakisi uchungaji wa Kristu? Je ye, maisha yetu na huduma zetu kwa taifa la Mungu vinawasaidia wale tunaowachunga iwe katika familia iwe katika kanisa iwe katika parokia iwe katika jumuiya zetu iwe katika nyumba zetu za kitawa au katika jamii, tunawasaidia watu kuisikia sauti ya Mungu na kumfuata katika utakatifu na haki. Kila mmoja afanye tathmini leo ya uchungaji wake, na pale ambapo tumeshindwa, tumwombe Kristu atusaidie kila mara kukumbuka kuwa tunapaswa kumwiga Kristu katika kuwatumikia wengine. Tunaalikwa kuwa karibu na wale tunaowahudumia, tufahamu furaha yao, tufahamu huzuni zao tufahamu changamoto zao, uwezo na udhaifu wao, na kuwapokea wote na kuwasaidia kwa upendo bila ubaguzi, ili waweze kupiga hatua moja mbele zaidi. Je, yeah, ninawapokea wote katika mazuri na madhaifu yao? Ninawahudumia wote pasipo na ubaguzi na upendeleo? Je, yeah, nina sauti juu ya kondoo wangu? Katika malezi ya watoto wangu nina sauti ya kuonya, kuelekeza, kukemea na kufundisha? Tunaposhindwa katika wajibu huu, tunapoteza sifa ya kuwa wachungaji wema tunakuwa kama wachungaji wa mshahara ambao kondoo si mali yao. Sifa ya pili, Kristu mchungaji wetu mwema anawatafuta na kuwaleta pamoja kondoo wake. Kristu anawatafuta na kuwakusanya kondoo wake, hata wale ambao si wazizi lake, na anawaleta pamoja katika kundi lake. Mchungaji mwema yupo tayari kuwaacha kondoo tisini na tisa na kwenda kumtafuta kondoo mmoja aliyepotea. Mchungaji mwema hayupo tayari kumpoteza hata mmoja wa kondoo wake. Sisi sote kwa njia ya fumbo la pasaka Kristu ametuleta karibu, ametuunganisha tena sisi na Mungu hapo mwanzo, tuliopotea kwa sababu ya dhambi. Ndugu wapendwa, Kristu mchungaji wetu mwema anatutafuta, Kristu anatuunganisha sote, tunakuwa na umoja kama alivyosali na kuomba katika sala yake ya kiku, ya kikuhani kwamba ili wawe na umoja. Tunakuwa na umoja kati yetu sisi na yeye kati yetu sisi na Mungu na kati yetu sisi kwa sisi. Kwa njia ya sakramenti ya kitubio anatuleta tena karibu tunapokuwa mbali kwa sababu ya dhambi, kwa kuwa hafurahii kifo na kupotea kwetu. Sisi sote tunakabidhiwa wajibu huo wa kuwaleta wengine kwa Kristu. Mitume wa Yesu mara baada ya Pentekoste walitumwa kwenda kutangaza Injili, kwenda kuwa wavuvi wa watu, kwenda kuwatafuta na kuwaleta kwa Kristu kondoo waliopotea kwa njia ya kuhubiri neno la Mungu, kufundisha na kubatiza Kristo ametukabidhi sisi sote kwa njia ya ubatizo wetu na kwa njia ya miito mingine mbalimbali katika Kanisa, wajibu wa kuwakusanya na kuwaleta wengine kwa Kristo. Kila mbatizo ni mmisionari wa habari njema ya Kristo mfufuka kwa watu wote. Anatupa wajibu wa kuwatafuta na kuwakusanya pamoja katika umoja na mapendo, wale wote ambao Kristo ametukabidhi kuwatunza katika familia zetu. Tuwe tayari kutafutana na kurudishana kundini. Mmoja wetu anaporudi nyuma na kukata tamaa kiimani, tunapaswa kumtafuta na kumleta tena katika jumuiya, katika familia na katika kanisa. Tusiseme kama Kaini kwamba mimi sio mlinzi wa ndugu yangu. Familia nyingi zimevunjika kwa sababu ya kutokutimiza vyema wajibu wa kuwa wachungaji wema. Hakuna amani, hakuna upendo, hakuna msamaha, hakuna upatanisho Watoto wanakosa malezi mazuri kwa sababu ya migogoro ya kifamilia katika jamii yetu, katika jumuiya zetu. Changamoto za wenzetu tunaziona na kuguswa nazo. Kila mmoja amwombe Kristu leo ili atupe moyo na nguvu ya kurudi kwanza sisi kwa Kristu tunapokwenda mbali naye, na pia kuwaleta pamoja kondoo tuliokabidhiwa kwa Mungu pale wanapokwenda mbali na Kristu. Kristu mchungaji wetu mwema anawapa kondoo wake uhai na uzima wa milele. Kristu aliutoa uhai wake kwa ajili yetu sisi sote kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Kwa njia ya sadaka ya Kristu sisi sote tumepewa uhai na uzima. Bado anaendelea kutupa uhai kwa njia ya neno lake na sakramenti mbalimbali katika Kanisa. Sisi nasi tunapomtafakari Kristu mchungaji wetu mwema tunapata nafasi ya kujihoji ni kwa jinsi gani tunatoa uhai wetu kwa kukubali kuyabeba kwa uaminifu na sadaka majukumu tuliyokabidhiwa na Mungu kwa niaba yake. Katika utumishi wangu ninajitoa kuwa sehemu ya furaha kwa wale ninaowatumikia. Maisha yangu yamekuwa sehemu ya kuinuka kwa wengine kwa njia ya kushirikisha kwa upendo vipaji na karama ambazo Mungu amenijalia bure kabisa kwa njia ya Roho Mtakatifu, kuwafanya watu wengine wapige hatua moja zaidi pale walipokuwa. Je, nimekuwa yani chanzo cha upendo na faraja katika familia yangu, kwa mwenzangu wa ndoa kwa mwanajumuiya mwenzangu, kwa watawa wenzangu na kwa wenzangu kadhalika. Maisha na utume wangu vinafaida gani kwa wale wanaonizunguka? Wanahisi uwepo wa Mungu, chanzo cha uhai na uzima, aishie ndani yangu katika huduma yangu ya na mahusiano yangu ya kila siku kwa wengine. Mara kadhaa tunashindwa kutimiza wajibu huu wa kutoa uhai wetu, kwanza kabisa tunapokwepa mateso na misalaba yetu, tunaposhindwa kutoka katika eneo letu la furaha eneo la raha na faraja yani, comfort zone, na kuingia katika uhalisia wa maisha ya wengine wanaoteseka. Mara kwa mara tunajijali sisi, tunajali maslahi yetu sisi, tunatafuta furaha na amani yetu sisi, wala kondoo si mali yetu. Kama viongozi wa watu, tunapaswa kutimiza wajibu wetu kweli wa kuleta maendeleo ya kimwili na kiroho kwa kondoo tunaowahudumia. Sifa ya nne, Kristo mchungaji mwema anawalinda kondoo wake dhidi ya maadui. Adui mkubwa hapa ni ule mwovu shetani. Kristu anatuweka daima na salama mikononi mwa Mungu, akitukinga na vita na hila za mwovu shetani. Ndugu wapendwa, Kristu kuhani wetu mkuu anatuweka salama dhidi ya hila na mitego ya mwovu shetani. Kristu anatuombea daima kwa Mungu kwa kuwa anafahamu mahangaiko yetu, anajua mapambano yetu dhidi ya dhambi kwa kuwa yeye alikuwa sawa na sisi katika kila jambo isipokuwa dhambi. Kwa njia ya Roho Mtakatifu tunap, tunapokea nguvu ya kutambua na kukwepa hila na mitego ya mwovu shetani. Kwa njia ya malaika walinzi wetu Kristo anatukinga dhidi ya hatari zote za mwili na za roho. Kwa njia ya sakramenti ya Ekaristi takatifu anatupa nguvu ya kuwa imara katika imani na tunapata uzima rohoni. Sisi pia kwa namna ya pekee tunao wajibu wa kuwa walinzi wa kondoo wetu. Tunapaswa kuzilinda familia zetu kwa gharama yoyote, kulinda miito yetu, kuwalinda watoto wetu, wetu dhidi ya mmomonyoko wa maadili na utandawazi, kuilinda jamii yetu dhidi ya mila na desturi ambazo si za kwetu dhidi ya vitendo viovu vya unyanyasaji na uvunjifu wa haki, umoja na amani na mapendo. Sisi tu walinzi wa kila mmoja wetu, kila mmoja kadiri ya nafasi yake na wito ambao Kristu ametupatia. Tulinde imani yetu dhidi ya hila na mitego ya wachungaji wa uongo, dhidi ya matamanio na maelekeo ya kiulimwengu. Tumtazame Kristu mchungaji wetu, tumfuate ili tuupate uzima wa milele. Sifa ya tano: Kristu mchungaji mwema ameungana daima na Mungu baba yake. Kristu ni Mungu, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu aliyetoa mwili na kukaa kati yetu, ameungana daima na Mungu baba yake na daima alitafuta kuyafanya mapenzi ya Baba. Ndugu wapendwa, sisi pia tunaalikwa kuungana daima na Kristu ili tupate nguvu ya ya kutimiza kutimiza daima mapenzi ya Mungu. Kazi ya kuwa wachungaji wa kondoo wa Kristu yani kutimiza yale majukumu yote yatupasayo katika miito yetu kwa uaminifu, si kazi rahisi, yanahitaji daima kupata maongozi ya Kristu, kukaa daima miguuni pake ili atufundishe yale yote yatupasayo kuwaza na kutenda kwa ajili ya ustawi wa kiroho na kimwili wa kondoo wa Mungu. Hatuwezi kuongoza familia bila maongozi ya Mungu. Hatuwezi kuongoza Wakristo wetu bila kuungana na Mungu. Hatuwezi kuongoza serikali bila maongozi ya Mungu. Hatuwezi kufanya kazi vizuri bila nguvu ya Mungu. Tunaalikwa leo kuunganisha maisha yetu na Mungu. Unganisha msalaba wako na msalaba wa Kristo. Unganisha familia yako na Mungu. Unganisha mateso yako na mateso ya Kristu, kuanguka kwako na kuinuka kama vile Kristu alivyoanguka na, na kuinuka na msalaba wake na kusonga mbele. Tukiwa na Mungu tunayaweza mambo yote kwa kuwa yeye anatutia nguvu. Somo la pili ni kitabu cha Ufunuo Yohane sura ya saba aya ya tisa na aya ya kumi na nne hadi kumi na saba. Mwandishi wa kitabu hiki Mtume Yohane aliwaandikia Wakristu waliokuwa wakiteseka katika kisiwa cha Patmos katika Asia ndogo ili kuwapa moyo na kuwaimarisha imani yao katika nyakati ngumu za utumwa na mateso kutoka kwa watawala wa Kirumi. Anatueleza kuwa ni Kristo aliyemwamuru kuandika kitabu hiki ili kuwahakikishia Wakristo hawa waliokuwa katika mateso uwepo wa Kristo mfufuka kati yao hata katika nyakati ngumu walizokuwa wanapitia. Mtume Yohane anaona katika maono watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa wamesimama mbele ya mwana kondoo aliyechinjwa, Kristo aliyeshinda mauti, mchungaji wetu mwema, katika kiti cha enzi cha Mungu ni Kristu ambaye kwa fumbo la Pasaka ameleta ukombozi wa milele kwa watu wa mataifa yote, ishara ya Kanisa linalowajumuisha watu wote kwa njia ya Kristu. Watu hawa walivumilia katika mateso, walipita katika ile dhiki kuu, wamefua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Hawa ni watakatifu katika kanisa la mbinguni, waliteswa na kufa kwa ajili ya kumshuhudia Kristu kwa ajili ya ya Injili. Nguvu hii ya kufa kifodini waliipata kutoka kwa Kristu mwenyewe. Nasi sote tunaposherekea siku hii ya miito duniani, tumwombe Kristu atupe nguvu na ujasiri wa kutimiza kikamilifu wito ambao kila mmoja wetu ameitiwa. Hakuna wito rahisi, hakuna njia rahisi. Lazima tukubali kubeba msalaba na kuvumilia katika mateso. Baada ya dhiki na mateso haya, Kristu mwenyewe atatupa tuzo ya uzima wa milele. Yesu atatuongoza kwenye chemchemi ya maji yenye uhai mbinguni na atafuta machozi yote katika macho yetu. Ninawatakia nyote Dominika njema ya Kristu mchungaji mwema. Niliyoaletea tafakari hii ni mimi Padre Bonavencha Maro, misionari wa shirika la damu mtakatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo.